usisahau kusubscribe like je unataka vyoo vya kisasa salama vinavyofaa kwa familia yako taasisi au kampuni basi kama jibu ndio watumie PMP Company Limited mabingwa wa kuchimba vyoo vya kisasa visivyojaa kwa haraka kitaalamu na kwa gharama nafuu sana huduma za PMP Company Limited zinajumuisha uchimbaji kwa vifaa vya kisasa ushauri wa muundo pamoja na usafi katika eneo ambalo unahitaji kujenga choo chako cha kisasa. Kama umechoka kuita gari ya kunyonya uchafu, pengine mnagombana na majirani kwa sababu ya kutapisha choo, na pengine unatumia gharama nyingi sana kwa ajili ya kuita gari ya kunyonya uchafu, basi suluhisho ni PMP Company Limited. Wanajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, lakini pia vinapamba eneo ambalo watakuwa wamekujengea, pamoja na mambo mengine anapatikana kwa simu namba 0768643243 wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi duniani kote. Wasiliana sasa hivi na PMP Company Limited kwa namba hizo. Sasa bana, nataka niwaletee hapa taarifa mbalimbali ambazo zinatoka pale nchini Ukraine. Pamoja na mambo mengine, kuna ripoti moja ambayo inahusiana na njama za Ukraine pamoja na Uingereza kutaka kuiba ndege ya kivita aina ya MiG-31 ambayo ni ya Urusi. Hii ni taarifa ambayo inatoka katika shirika la usalama la shirikisho la Urusi, linafahamika kama FSB. Wamesema kwamba wamefanikiwa kuvunja njama ya pamoja kati ya Ukraine pamoja na Uingereza ya kuiba ndege ya kivita aina ya MiG-31 ambayo iliegeshwa na silaha ya kombora la kasi kubwa aina ya Kinzhal. Kwa mujibu wa FSB, mawakala wa Ukraine walijaribu kwa kushirikiana na, uru, na Uingereza uh, kuwashawishi marubani wa Urusi wahamie upande mwingine, lakini lengo lao halisi lilikuwa ni kuhakikisha ndege hiyo inang'olewa katika anga la Romania, hatua ambayo ingeibua mgogoro wa kimataifa ndani ya anga ya NATO. Shirika hilo linadai kwamba operesheni hiyo iliandaliwa na idara ya ujasusi ya kijeshi ya Ukraine HUR, kwa ushirikiano na shirika la ujasusi la Uingereza ambalo linafahamika kama M16. Rubani mmoja wa MiG-31 alisema kwamba alikutana mwaka jana na mtu ambaye alijitambulisha kwa jina la Sergei Lugovisky, akisema kwamba yeye ni mtafiti wa kundi la uchunguzi wa taarifa za waz ambalo linafahamika kama Bellingcat, ambalo limekuwa likipokea ufadhili kutoka kwa serikali kadhaa za magharibi. Rubani huyo alisema Alugovskiy alianzisha mazungumzo kwa mada ambazo ni mada za kitaalamu, lakini baadaye alianza kutoa ofa ya fedha ili kumshawishi ahamie upande mwingine ili waweze kuiteka uh, kui uh, hiyo MiG-31. Baada ya rubani huyo kukataa, wakala mwingine wa Ukraine ambaye alijitambulisha kwa jina la Aleksandri alimwendea na vigeta huyo wa ndege hiyo na kumpa ofa ya dola milioni tatu pamoja na passport ya kigeni akimtaka aielekeze ndege hiyo kuruka juu ya kituo cha kijeshi ambacho kipo karibu na mji wa Constanta nchini Romania. Ukraine, ifahamike, imewahi kutoa motisha kwa wanajeshi wa Urusi wanaotaka kujisalimisha na kuhamia upande mwingine. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, rubani wa helikopta ya Urusi aina ya MiG aina ya Mi8 anayefahamika kama Maxim Kusminov alihamia Ukrain kwa kutumia, kwa kutua nyuma ya mstari wa mbele kwa msaada wa HUR. Wafanyakazi wenzake wawili ambao hawakuwa na taarifa kuhusu mpango huo waliuawa walipotua, ambapo Kusminov aliuawa mwaka uliofuata nchini Hispania, ambapo alikuwa akiishi kwa jina jipya na akiwa na paspoti ya Kiukraini. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili FSB pia ilimshutumu uh, Kristo Grozev, mwandishi wa habari mzaliwa wa Bulgaria, ambaye alikuwa mtafiti kutoka katika hiyo kampuni ya uh, Beringcat kwa kuhusika katika jaribio ambalo lilishindikana la Ukraine kujaribu kuarubuni marubani wa kijeshi wa Urusi, ambapo Grozev alikana tuhuma hizo akisema alikuwa akifanya kazi na maafisa wa ujasusi wa Ukraine kwa ajili ya utayarishaji wa filamu, na kudai kwamba jumbe za maandishi ambazo zilitumwa dhidi zili yake zilikuwa ni jumbe za kughushi. Kwa hiyo Uingereza pamoja na Ukraine wameamua sasa, baada ya kugundua kwamba mkong'oto umekuwa ni mzito zaidi, wameamua sasa waanze kuwarubuni, waanze kuwalaghai uh, marubani ambao wanaendesha ndege za kivita za Urusi ili aweze kuzihamishia ndege hizo upande mwingine. Yaani unajua hapa inakuwa, inakuwa, inakuwa hivi Uh, unajua huko juu, yani kwa mfano, hata we hapo sasa hivi ulipo ulipokaa hapo juu anga angani huko huwa kuna sehemu linaitwa uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni milki ya kimataifa halafu kuna milki ya taifa husika, yani kuna kilomita fulani kutoka kwenye usawa wa bahari kwenda angani huwa inakuwa ni milki ya taifa husika, lakini kutoka kwenye uh, usawa wa milki ya taifa husika kwenda juu huwa inaitwa ni milki ya kimataifa ambayo sasa ndo wanasikia, nakwambia, ndege za kimataifa za mashirika mbalimbali mbali duniani huwa zinapita katika anga za juu sana ambazo hazimilikiwi na taifa husika. Sasa kinachotokea ni nini? Hawa wa ma, ma, ma, majasusi au hawa mamluki wa Ukraine pamoja na Uingereza wanachokifanya ni wanamchukua uh, huyu rubani ambaye anaendesha hizo ndege za kivita wa Urusi, halafu wanamwambia unatakiwa kuhamia upande wa kwetu, na akihamia upande ule basi anaweza akatua hiyo ndege, akatua katika viwanja vya kule, kwa sababu tayari anakuwa yupo upande wao. Sasa jambo hilo lilishindikana, na ndio maana wakawa wamefanikiwa kuizima uh, mipango hiyo na katika hatua nyingine, tukiwa katika eneo hilo hilo ambalo linaendana na hiyo hiyo ya njama za Ukraine na Uingereza kuiba ndege ya kivita hiyo ya MiG-31, unaambiwa hivi, ofisi ya mwendesha mashtaka wa Bratislava ambayo ni Slovakia wamesema tarehe kumi, ambayo ilikuwa ni jana, kwamba uamuzi wa Slovakia kuhamisha ndege za kivita aina ya MiG-29 kwa Ukraine mwaka 2023 haukuwa kosa la jinai. Serikali ambayo ilikuwa madarakani wakati huo ikiongozwa na aliyekuwa Waziri Mkuu Edward Higa ilitoa kwa Ukraine msururu mzima wa ndege hizo za kivita za enzi za Kisoviet pamoja na mifumo miwili ya ulinzi wa anga katika majira ya machipuo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Hatua hiyo ilifanya Slovakia kuwa nchi ya kwanza kuipatia Ukraine ndege za kivita kufuatia uvamizi wa Urusi ambao ulianza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Waziri mkuu wa sasa Robert Fico, ambaye anajulikana kwa misimamo wake ambao unaelekea kuunga mkono Mosco, amekuwa akikosoa vikali misaada ya kijeshi ya mataifa ya magharibi kwa Ukraine, pamoja na msaada wa ulinzi ambao ulitolewa na serikali ya Slovakia kwa taifa la Ukraine, yani serikali ambayo ilitangulia. Mwezi Juni mwaka huu, serikali yake iliwasilisha malalamiko ya jinai dhidi ya Higa na aliyekuwa waziri wa ulinzi uh, Jaroslav Nad, ikiwatuhumu Uh, kukabidhi ndege hizo kwa Ukraine, jambo ambalo wanasema lilikuwa linahatarisha usalama wao. Wizara ya Ulinzi ilishutumu wawili hao kwa makosa ya uhujumu na matumizi mabaya madaraka na utumiaji usio sahihi wa mali za umma, madai ambayo yote mawili yalikanusha, ambapo waziri wa ulinzi wa sasa Robert Kalinak alienda mbali zaidi akiwatuhumu watangulizi wake kwamba walifanya usaliti mkubwa sana kwa taifa hilo la, uh, Slovakia. Na hata hivyo msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka alizungumza kwamba Uchunguzi huo ambao uliahirishwa Oktoba 30, kwa kuwa ilibainika vya kutosha kuwa kitendo hicho hakikujitosheleza kisheria kama kosa la jinai na hakuna sababu ya kuendelea na shauri hilo, lakini uchunguzi ambao ulifanywa ulionyesha kwamba utoaji wa vifaa vya kijeshi kwa Ukraine haukusababisha madhara yoyote kwa Slovakia, kwa mujibu wa kanuni za jinai katika taifa hilo. Kwa hiyo unaweza ukaona mataifa haya <laughs> bado yanaonekana yana, yana nyakati ngumu sana ya kufanya maamuzi ya kuungana na Urusi kutokana na, na kile ambacho wamekuwa wakipata matishio kutoka Urusi na hawataki wengine kujihusisha moja kwa moja kuingia katika mgogoro na taifa la Urusi. Niweke nukta moja hapa ya kile ambacho kimeendelea kufanywa na Urusi. Aa, jana jana niliandika, uh, kwenye headlines zangu kwenye nikaandika, ah, Putin ni mkorofi sana. Mtu mmoja akasema, uh, usiseme Putin ni mkorofi, sema Putin ni mtu ambaye anajiamini kupita maelezo. Yaani, Putin ni mkakamavu sana uh, mnakumbuka hivi karibuni nimekuwa nikiripoti juu ya m, Urusi kurusha ndege zao za kivita katika anga za NATO na Urusi. Baada ya kuwa amerusha ndege zao kwenye anga za NATO, viliitishwa vikao vya dharura. E, NATO wakalani wakasema wanataka wafanye nini? Yaani mikogo mingi, mbwembwe nyingi. Sasa Urusi tena, Urusi tena <laughs> wamerusha wame, wame droni zao ndege za kivita ambazo zimeruka juu ya kiwanda cha nyuklia cha Doel ambapo kipo kaskazini mwa Belgiji, tarehe tisa Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Msemaji wa kampuni ya nishati ya NGO ambayo inasimamia kiwanda hicho ambacho kipo karibu na jiji la Antwerp, anasema kwamba operation za kituo hicho hazikuathiriwa na tukio la droni hizi za Urusi. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na visa kadhaa ambavyo vinaonekana kuwa droni ambazo zilitambulika kuwa ni droni za Urusi zilitembea katika anga za nchi wa wanachama wa NATO kama vile Hungary pamoja na Ubelgiji, ambapo tarehe tatu Novemba jeshi la Ubelgiji walitoa amri ya kuzishambulia droni ambayo ilikuwa haijulikani ambayo ilipaa juu ya kambi zake za kijeshi baada ya matukio kama hayo kuongezeka siku iliyofuata tarehe nne Novemba, shirika la habari la Belgrad liliripoti kuwa safari ya anga katika uwanja wa ndege wa Brussels zilisitishwa kwa muda baada ya kuripotiwa kuwepo kwa droni katika eneo hilo. Baadhi ya ndege zilizokuwa uh, katika eneo hilo zielekezwa kwenye uwanja wa ndege wa Liege ambao nao baadaye ulifungwa kwa muda kutokana na tukio jingine la droni za namna hiyo. Kati ya Oktoba 31 na Novemba mbili, droni zenye ambazo uh, zilikuwa zinatiliwa shaka zilionekana kwa siku tatu mfululizo juu ya kambi ya kijeshi ya Crane de Brogel, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa. Sasa baadaye waziri wa na wizara ya ulinzi ya Ubelgiji, ambapo wizara hiyo inaongozwa na, na bwana Theo uh, Function ilisema matukio ya droni karibu na kambi za kijeshi yanaashiria operations za kijasusi, ingawa hawakutaja nani ambayo yanahusika, lakini matukio haya wanasema yanaweza yakahusishwa na uvunjwaji wa anga za Ulaya ambao unafanywa na ndege za Urusi. Na visa hivi vya droni vimeripotiwa kusababisha usumbufu katika nchi kadhaa za Ulaya ikiwemo Ujerumani, Denmark pamoja na Uholanzi na uchunguzi unaendelea na mamlaka hazijatoa uh, taarifa kamili kwamba huenda drone hizo zilikuwa ni za Urusi au la. Wakati hayo yakiendelea, Ukraine imetangaza em, mpango wa kufungua ofisi ya uzalishaji wa vifaa vya ulinzi huko Berlin uh, pamoja na Copenhagen kabla ya mwisho wa mwaka huu kama sehemu ya juhudi za kuimarisha biashara yao ya silaha. Kwa hiyo, Uh, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin bado ameendelea kuwachokonoa wa magharibi. Yaani yeye anaenda kupitisha ndege za uh, hizo drone na zinapita juu ya anga ya nchi wanachama wa NATO. Yani, tumini ni kama anasubiri aone wanajibu nini, zaidi ya kuwa na mikwara kila siku, wanashindwa kuwa na maamuzi ambao ni sahihi for the time being, na mwisho wa siku wamejikuta wakilalamika tu, wakilaumu Urusi, lakini so far so good ni kwamba rais wa Urusi mwenyewe bwana Vladimir Putin bado mnamuona ni mtu ambaye haoneshi juhudi au haoneshi dalili za kurudisha nyuma mipango yake hiyo ambayo anaifanya, na mwisho wa siku watu wa magharibi wameendelea tu kulalamika. Wanalalamika kwamba Putin anawakosea. Putin sio anafanya hivi, lakini hakuna tamko la moja kwa moja ambalo wanaweza wakasema, sasa tutumie kile kifungu cha tano twende tukaitandike Urusi. Wanahofia kwamba wakimchokoza bwana Vladimir Putin anaweza akawafanya kitu ambacho hawakuwahi kufikiria katika nyakati hizi ambazo dunia kwa hivi sasa tunajiona ni kama uh, nyoka fulani hivi ambaye anajivua gamba na sasa anataka kuwa mtu mpya kabisa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele.